Kwa jina naitwa Ameri Suleman Hamisi, sheha wa sheha kwa Mtipura. Kweli mimi ni shukuru kwa hii taasisi ambayo imenifikia katika sheha yangu, kwa hivyo mimi ni shukuru hii taasisi kwa kuchukua jukumu hilo baada ya kuliona na kudhibitisha kwa kweli mama yupo mtoto ambaye anamlea kwa hivi sasa, naye ni mtoto wake na kujikubalisha kuchukua majukumu hayo, na mama pia ni mshukuru kwa kukubali naye kusaidiwa. Wito kwa jamii au kwa taasisi, maana kama ilivyofanya taasisi hii ya Zayso kupata taarifa na moja kwa moja akafika kwa sheha, maana kwenye sheha hawakufika kwenye eneo husika wakachukua hatua lakini moja kwa moja waliona shehia na kuja kujiridhisha na kutukua taarifa ambao wao kwa ndo mwenyeji wao wakuwapeleka katika sehemu husika, kwa sababu kuna taasisi au nini nyingine, wao wakaja moja kwa moja wanafika kwa walengo halafu wao wanachukua hatua bila shea kupata taarifa yoyote. Kwa hivyo mimi hii naishukuru, utaratibu wao ni mzuri na waendelee hivi hivi. Ito Afalhad Abdullah Simai, naishi kwa Mtipura, ni mama wa watoto sita ambao wamefiliwa na baba yao. Kwa kwanza na shukuru sana, nawashukuru sana watu wa Mawio ambao ni vyombo vya habari kwa kulifikisha swala langu hili na hadi kufikia hatua kama hii ambayo nimepata kufarijika kwa watu mbalimbali ambao wanakuja kwa kunipa msaada. Pia na washukuru na hawa watu ambao wamefika leo taasisi hii yani, nawashukuru sana wa msaada ambao wamenipatia na kutaka kumsomesha mtoto wangu masomo yake yote mpaka atapomaliza. Pia nawashukuru na Mungu atawabariki kwa hilo. Ambao waliokuja kunisaidia ni taasisi ya Zayso. E, nawashukuru sana pia. Changamoto zangu za ilikuwa ni kwa mtoto huyu ambaye ndio nilikuwa naye au wengine ambao nimepata kusaidiwa lakini pia haswa haswa ni hili banda ambalo nilikuwa ninaishi, lipo wazi kila sehemu, na kwa mtaa wetu ambao tunaoishi mazingira yake na aliko vibaya sana, yaani tunaishi kutokana na ile hatukai nje tu, lakini liko mazingira magumu sana na mtu yoyote ambaye atakuja ataliona, yeye mwenyewe atathibitisha jinsi ambavyo lilivyo. Kwa hiyo nawaomba jamii hata serikali kwa ujumla, ambaye atakuwa na uwezo wa chochote kile. Sote ni maskini na sote ni waja wa Mungu, lakini kuna kuzidiana. Kwa hiyo, ambaye ataguswa na hili na atakuwa nawezo, naomba, na uwezo, kwa hiyo naomba aje aangalie na anisaidie chochote ambacho Mungu ambacho amembariki kuwa nacho. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kwa majina anaitwa Rajab Makame Ali, ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Zayso Zanzibar Youth Support Organization ambayo makao makuu yake yapo Makadara mkabala na skuli ya Makadara. Kwa kweli taasisi imefika katika hili eneo eh, ambalo lipo katika shehia ya Kwamtipura, na eneo hili tumekuja special kwa kumtembelea huyu mama ambaye mwenye mayatima sita, na taarifa hii tuliipata kupitia redio yetu Pendwa ZBC, kupitia kipindi cha habari za Mawio. Kwa baada ya kupata taarifa hii, taasisi kama taasisi, kwa sababu hii ni asasi ya kiraia, tumeguswa na swala hili, tumeamua leo kumtembelea huyu mama na kuzitambua hizi changamoto zake na kuweza kumsaidia pale ambapo taasisi imeweza kusaidia. Kutokana na huyu mtoto ambaye alikuwa naye kwa sasa mmoja, tumechukua dhamana ya kumsaidia kwenye maswala yake ya shule na madrasa na tutamfuatilia kuhusiana na ukuaji wake wa kielimu na afya bora na siha nzuri na vilevile vile tumemletea sadaka mama ya Ramadhani kwa ajili ya kupata iftari kama tulivyoambiwa mwezi huu mtukufu e, tukitoa hizi sadaka za vyakula kumfutarisha mtu basi Mwenyezi Mungu anakulipa mara kumi na anakusamehe madhambi yako yote Kwa hiyo taasisi imeamua kumletea huyu mama sadaka hii ili naye aweze kujikimu chakula chake cha futari yeye na watoto wake. Asante sana. Wito wangu kwa taasisi nyingine au asasi nyingine e, za kiraia ziweze kuguswa na jamii, kwa sababu lengo letu sisi ni jamii hasa ya Kizanzibari iishi katika maisha bora na maendeleo mazuri na jamii ikue katika masuala mazima ya kimaendeleo. Kwa hiyo Taasisi na zisihi inaposikia habari kama hizi basi tueni wa mwanzo kukimbilia sehemu hiyo na kuonana na wahusika katika sehemu hiyo wakiwemo masheha na uongozi wa shehia, sio tuingie tu katika shehia bila kuwa na taarifa ya kiongozi wa shehia, na badala ya hapo tuweze kusaidia na kutekeleza majukumu yetu, kwa sababu taasisi sisi, malipo yetu tunategemea kwa Mwenyezi Mungu, hakuna mtu wa kutulipa na hatuna faida tunayoipata, bali tunategemea malipo kwa Mwenyezi Mungu. Ikiwa sisi tumechangia hichi kidogo, basi na taasisi nyingine na watu wengine wenye uwezo wanaojiweza, nadhani zitapita namba zetu hapo za simu pamoja na account namba ya taasisi. Ukiguswa, wasiliana na sisi, tutakuleta sehemu husika na una uwezo kuchangia mchango wako kwa ajili ya kuweka ustawi mzuri wa huyu mama na hii familia ili waepukane na kwenda kwenye mambo mengine yaliyokuwa hayafai ya kijamii. Kwa jina anaitwa Ahmed Said Ahmed uh, nikiwa ni miongoni mwa wana taasisi ya hii Zayso Organization, ni taasisi ambayo imejitolea makusudi kwa ajili ya kusaidia vijana eh, wajane, mayatima, mafukara eh, ili lengo kupata radhi za Allah Subhanahu wa Taala uh, jambo hili la kutoa ni jambo ambalo limehimizwa katika dini yetu Uislamu katika Qur'ani na hadithi. Na leo taasisi yetu hii imeamua maksudi kufanya safari katika eh, mtaa huu wa Kilimahewa kuja kumtembelea mama yetu ambaye ni mjane, vile vile maskini ya Mungu, ana watoto takriban sita ambao ni mayatima. Na hili swala la kusaidia bwana ee, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametueleza hususan katika hadithi pale aliposema, e, assai ala larmalati wal miskin kal mujahid fi sabili llahi au lqaim llaila waswaim nahari, yani tafsiri yake ni kwamba mtu ambaye anatoka maksudi kwenda kuwasaidia maskini na wajane, basi thawabu zake ni sawa sawa na mtu mwenye kuipigania dini ya Allah au kama haitoshi pia thawabu zake ni sawasawa na mtu ambaye anasimama usiku kuswali. Kuna malipo makubwa, mtu ambaye anasimama usiku kwa ajili ya kumwomba Mola wake. Lakini kama haitoshi, ni sawasawa na mtu ambaye anafunga mchana akawa anaftari wakati wa magharibi. Hapa tunapata mafunzo kwamba kumbe kuwasaidia wajane, kuwasaidia maskini mafukara, wasiojiweza pia vile vile watoto eh, hili wa eh, ni jambo ambalo linampa mtu ujira mkubwa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Ni sawasawa maana kithabu zake kwenye kumsaidia mjane sawasawa sawa na mtu ambaye anaipigania dini ya Allah sababu zake, au sawasawa sawa na mtu ambaye anafunga, na malipo ya jihad na malipo ya funga Hakuna anayajua idadi yake isipokuwa Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo wito wangu kwa taasisi nyingine na vile vile watu ambao wana uwezo, basi ni kuweza kujitolea kusaidia, na mwenye kusaidia watu kama hawa, basi Mwenyezi Mungu huwaongezea umri na huwapa baraka katika maisha yao. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ah, kwa kweli tunamshukuru Allah subhanahu wa taala. Kwa jambo hili kubwa kabisa la jumuiya yetu hii ya Zayso organization katika kusaidia jambo hili la iftari katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na pia kudhamini katika kumsaidia mtoto ambaye ni yatima yumo katika familia hii. Hili ni jambo kubwa kabisa, na hasa pia ili jambo la iftari katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kama mtume anavyosema ukimfutarisha mtu, mtu uh, wewe utapata ujira usiopunguki. Yeye atapata ujira, wewe utapata ujira bila kupunguka kwa chochote, au kama vile alivyosema mtume sallallahu alaihi ah, wasallam, muhimu kwamba ni fadhila kubwa kabisa katika jambo la kufutarisha na jambo la kusaidia. Kwa hiyo wito wetu kama taasisi hii ilivyofanya hivi, basi na taasisi nyingine pia zifanye, na pia hili jambo hili la kusaidia katika maendeleo ya jamii. Hii yote ni kumuunga mkono pia rais wetu wa Zanzibar Dr. Hussein uh, Hussein Ali Mwinyi katika masuala ya maendeleo na jamii katika nchi yetu. Kwa hiyo tunashukuru sana jumuiya uh, yetu hii Zayso Foundation Organization kufanya jambo hili la heri. Asanteni sana. Jina langu ni Abdul Hafidh Abdallah Ba